tunaangamia wanasema, hii mcheza itatusaidia itatu tia, cheza alivyo tukua haki tusaidie. Tuende na Europe, tuende tuchaguliwa, tuende Ghana. Tuende tuchaguliwa, tuende Ghana. Tunakuomba, tunakuomba. Hiyo ndio lasi chance ya kuenda Ghana. Utusaidie, atuwezi toka lala kwa simiti tena. Atuwezi toka lala kwa simiti. Kama unatupenda, kama unatupenda kama ototo wako natumia miguu miwili, utupende chinzi walivyo kutoka Mount Elgon na hata nimekaramika transport hu kule Mount Elgon kuja mchezo practice. Na sasa hata venye nimekuja mahali hapa, tukitaka kwenda Nairobi, hata watoto wameshafanya maneno ya kukova vitu. Ndio tunasema ya kwamba governor wetu Lusaka utusaidie tu, ulikuwa umetwaiti tu tunaenda Nairobi. Utusaidie tu twende Nairobi, hata kweli sisi pia twende tuchaguliwe kwenda hata national team. So tunaomba tu tusaidie twende, mchezo inaanza kesho saa tatu kamili asubuhi. Ndio ombi langu, jina mimi naitwa Lydia Ndiwa yeah. natoka Maungwedo Mchezaji wa Bungoma paravoli. Sisi ni wale wachezaji wa kucheza City Volleyball. Na tulikuwa tunawania kwenda Nairobi kwa trials ya national. Na tangu hapo nyuma tulikuwa tunapeleka budget yetu kwa kaunti. Walikuwa wanasema wanatushughulikia. Lakini kufikia jana kaunti ikatuambia hatuna pesa. Tukachukua hatu hata tukaenda mpaka kwa gaga na kwake nyumbani kule Kamukuywa. Tulipofika pale hatukukaribishwa kama wanadamu wengine.

Kulifika hapa jana saa moja asubuhi, hata hiyo tuktuk tulishindwa kulipa. Tumerudi usiku saa tatu tukalala kwa sakafu, tulilala nja. Asubuhi tumeamkia mahali hapa, hao watu wanatuweka tu, wanatuweka tu, hata hawatuongelishi na hatujakula chochote. Tumekalia pale nje mpaka tumerudi tukaingia kwa ofisi ya gavana. Kufika kwa gavana, kuna kina madam wafanyakazi watatu wamekuja wameongea mambo mingi, wanatutusu, wanataka kututoa. Lakini ombi langu, gavana wetu mpendo, sisi ndio tulikupea kura na sisi ndio wanadamu kama wale wengine. Tunakuomba tafadhali, baba yetu, hii ndio opportunity, tunaenda kwa national trials. Tunakuomba utupe tu hii basi itupeleke na Nairobi, michezo inaanza kesho saa 3. Twende tuchochee taranda zetu, hata sisi tutaonekana pia tutasaidia familia zetu, hata tutakuwa tunaomba hata tutusaidie school fees Hmm, tukitoka kule wenyewe tutajitegemea. Tunakuomba tafadhali tusiumie, hivi kila wakati tukikuomba tukitaka lazima tulale kwa baranda. Hapana mheshimiwa, lakini jinsi tuko mahali hapa, hatutoki mahali hapa. Umetuambia bas ati haina insurance, bas inapeleka watu matanga Jumamosi ati bas sijui nini na bas ni yetu na sisi ni wana Bungoma, na sisi ni wana kaunti ya Bungoma. Tunaomba kama hii bus haina insurance, kuna mili zingine governor, unaweza kutusaidia na tutashukuru. Wapo utatusaidia, wana tutusi, malemavu tutawabeba na mkuu, tuwachape tulipiga. Kama tuko kwake kwa mlango kwa geti yake tunafukuzwa, kama tuambia tukuje huko amejua tunafika na anatoka. Governor, governor, governor, please. Miko majina naitwa Benson Mwangala. Mimi ndio general secretary wa Bungoma Paravoli. Mimi jambo langu ni kwamba mimi ninapo enda kwa national team, nitakuja nisaidia family yangu nisaidia na wengine. Hii ni national level ya kuchagua and selection ya national level, na ninaomba sana kwa sababu jana tumeangaika na mvua na kuna baadhi ya wengi wenzetu wako na watoto wadogo sana tulienda kwa gavana tukakaa huko tukanyeshewa na mvua tukatoka huko tukaambiwa ya kwamba tukuje huku watafuelikera kesha asubuhi gari sisi twende Nairobi, ile hali tumekuja hapa, tulilala tu hivyo njaa kuanzia asubuhi, na tukalala kwa sakafa na wao watoto na huyu mtoto, tukalala kwa sakafa mpaka kuanzia hiyo kuliku, tulikuja hapa asubuhi tuka, tuka angali, tukaangaliwa tu kama kitu yenye hatujulikani kama watu wenye hatujulikani kabisa nimefika saa nane, wakasema gari ingio hiyo wa, gari wanaopatia gari waende wa fuel, halafu muende kufika. Hiyo time tunasikia Karen amekataa gari, haina insurance, haina barua, na ile hali Karen mwenyewe anajua ya kwamba ile kitu yenye tumekuja kugundua kwake ile kitu yenye tunatoanga kidogo kidogo, hata makuku tulimbebea tukamuletea, na viazi yote tukamletea. Sasa alikuwa anafikiria labda ile ndizi na viazi tunamuletea ndio atupatie gari tuende Nairobi. Sasa si... matanga inaenda sasa. Y tunaomba governor kama, kama madam Karen ndio liweka kwa upande wa gari, asimamie gari sisi walemavu tumechoka na Madam Kare, ametuudhi na amefika mahali mpaka watu wetu wengi wanaenda kukufa, kwa sababu hiyo uwanja inasaidianga watu wetu wengi wa pressure, watu wa sukari, ili waendelee kuishi maisha yao mm, ili waendelee kusaidia familia yao na saai ukiambia mutu hauendi mahali, mutu akirudi nyumbani anaenda kukufa. Hata mimi nilikuwa nimeseka. Tunaomba, tunaomba, tunaomba, Governor Savatari, tusaidie sisi tuende hii trial, si tu peke yake, tusaidie tu transport peke yake. Hizi vitu zingine sisi wenyewe tuende huko Mungu anatujua. Tafadhali governor. Hizi budget yetu tuliandika mwezi wa pili na mwezi wa pili hiyo tukapeleka budget kwa chief officer, tukapeleka kwa barasa finance officer, tukapeleka mpaka kwa governor. Kuanzia hapo hiyo wakati mpaka jana juzi ndio tukaanza kusikia kuna pesa na wao watu wanatoka Mount Elgon, wanatoka Sirisia, wanatoka Kopsiro, wanatoka Kimilili, wanatoka Tongaren, wanatoka Bumura na watoka Webuye wengi. Sasa tumeshindwa sana sababu saa yetu, ukiambia mtu aende nyumbani ataenda na nini na ataenda aje? Si hatuna mbele wala nyuma, so tunaomba governor, ile kitu ya maana opportunity yetu asikuje apoteze maono ya ulemavu hii. Tumeamua ya kwamba hatutaenda mahali popote, kama michezo inaanza kesho inaisha Jumamosi, si tutaishi tu hapa mpaka Jumamosi michezo ikiisha, turudi nyumbani, pia utakuwa turudi kwa, kwa familia yetu hata kama na miguu tutarudi sisi hatuwezi enda nyumbani saa hii, tulitoka nyumbani kwa familia na hatuna fa, hata hata shilingi moja peke yake. Tangu jana na leo hakuna kitu tumekula kwa mdomo yetu, hata saa hii tukikunywa maji utapata tumbe na kuumba kwa sababu hakuna kitu kwa tumbo. So tunaomba governor, kama hali penye yako, tafadhali, sisi tulikupigia kura na tunakupenda, tupatie opportunity yetu, twende tumalize maono yetu.